Pindua pindua, kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB, dakika kivyovyote. Naam, hali gani mtazamaji wa Global TV Online, kupitia Global Sports, unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi Sports Editor wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Milionea mmoja maarufu jijini Dar es Salaam amemalizana na beki raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Fiston Kayembe baada ya kocha wa timu hiyo George Lwandamina kudaiwa kukubali uwezo wa beki huyo. Awali Yanga ilikuwa na shaka na usajili wa Kayembe aliyeletwa na kiungo Papy Kabamba Tshishimbi ambaye pia ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo lakini milionea huyo inadaiwa baada ya kuhakikishiwa na Lwandamina ameamua kumalizana mambo ya maslahi na beki huyo. Kwa mujibu wa bosi mmoja wa Yanga, PDG huyo alichofanya ni kubeba swala la maslahi ya Kayembe katika usajili halafu baadaye beki huyo atapewa mkataba kisha jina lake kupelekwa Shirikisho la Soka Tanzania TFF. Hata hivyo, usajili wa Kayembe unategemea na vikao vya kamati ya usajili wa Yanga vinavyoendelea, kwani katika nafasi hiyo wapo mabeki wengi wawili wanaotajwa kusajiliwa ambao ni Nsufu Ndigumana anayechezea Mbao FC raia wa Burundi, na Vincent Bosu raia wa Togo. Mmoja kati yao anatakiwa kusajiliwa ili kuipa nguvu Yanga katika mechi za ligi ya mabingwa Afrika mwakani, ambapo ataungana na Nadir Haroub Cannavaro, Kelvin Yondani na Andrew Vincent Dante katika nafasi ya beki wa kati. Katibu mkuu Charles Boniface Mkwasa na mwenyekiti wa kamati ya usajili Hussein Nyika hawakuwa tayari kufafanua kuhusu usajili wa Kayembe zaidi ya kusema wanatika nasubiri vikao zaidi ili waweze kujua nani wanaosajiliwa. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usisahau kubofya sehemu andiko subscribe, ili kuwa mwanafamilia wa Global TV online na kufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram, tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Asante na kwaheri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 kutokea Tanzania, mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima. Unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie, pindua pindua pindua pindua kuperuzi. Una MB unaweza kuongea, kifurushi cha pindua pindua pindua cha kupa pindua. Unit uhuru ni wako, dakika na MB ongea upendavyo, pindua kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania. Pindua units zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya riri. Chagua pindua pindua. Vodacom, power to you.